Familia moja katika kijiji cha Kwamutonga kaunti ya Kitui inalilia haki kufuatia kifo cha jamaa wao anayedaiwa kuuawa kuwawa na wafugaji ngamia kwenye mpaka kati ya kaunti za Kitui na Tana River. Pius Ndaka wa umri wa miaka hamsini anadaiwa kuuawa alipokuwa akichunga mifugo mwaka 2023 na sehemu ya mwili kuliwa na wanyama wa mwituni. Viongozi pamoja na wakazi wa eneo hilo wamehimiza serikali kuimarisha usalama kwenye mpaka kati ya kaunti za Kitui na Tana River ili kuepusha visa kama hivyo. Alikufa the year 2023 na hata wa sasa saa hii ndio tunamusika tunamusika, kwa sababu DNA ilichelewa sana, ilichelewa sana, na this time tumepata DNA na ile kitu. Mimi ningeomba serikali, wale watu waliua Pius, walishikwa moja, walishikwa moja na akaachiliwa. Na kwa sababu huyu Pius ameacha bibi na watoto wawili. Kwa mipaka yetu kumekuwa na ukosefu wa usalama, na sisi kama viongozi hatunyamaza wakati tunaona watu wetu wakiuliwa. Huyu ambaye tunazika hapa leo ni baba ya watoto, ni mume ya watu, na amepoteza maisha yake kwa njia ambayo haikuwa sawa.